Taifa la Tanzania limekumbwa na msiba mzito kufuatia kifo cha Mzee Cleopa David Msuya, aliyewahi kuwa Makamu wa Kwanza wa Rais na Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyefariki dunia leo Jumatano ya Mei 7, 2025 akiwa katika Hospitali ya Mzena, jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Msuya alikuwa akipatiwa matibabu ya maradhi ya moyo katika hospitali hiyo kwa muda mrefu kabla ya kuaga dunia asubuhi ya Jumatano ya Mei saba. Rais Samia ameeleza kuwa hayati Msuya aliwahi kupatiwa matibabu ndani na nje ya nchi, ikiwemo hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete pamoja na hospitali mbalimbali jijini London huko Uingereza, kutokana na ukweli kuwa alihitaji uangalizi wa kiafya mara kwa mara. Kwa heshima ya mchango mkubwa wa Msuya katika ujenzi wa taifa, Rais Samia ametangaza rasmi maombolezo ya kitaifa ya siku saba kuanzia leo Mei 7 hadi Mei 13, 2025 ambapo bendera zote nchini zitapepea nusu mlingoti kwa siku zote hizo. Msuya atakumbukwa kama mmoja wa viongozi waasisi walioshiriki katika harakati za kisiasa na kiuchumi nchini akihudumu katika nyazifa mbalimbali zenye uzito mkubwa tangu enzi za uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa miongo mingi, Msuya aliheshimika kwa busara na hekima zake kwenye uongozi wake serikalini, ambapo alihudumu mara mbili kama waziri mkuu kabla ya kustaafu akiwa ameacha historia kubwa isiyofutika kwenye siasa nchini Tanzania. Kwa sasa maandalizi ya mazishi yanaendelea chini ya usimamizi wa serikali kwa kushirikiana na familia, huku Watanzania wakiombwa kuendelea kumwombea kiongozi huyo mahiri na kushiriki kwa heshima kwenye shughuli za kumuaga kitaifa.